Faida Online TV. Hapa ni kwenye kijiji cha Lumesule kinachopatikana katika mkoa wa Ruvuma lakini mpakani kati ya mkoa wa Ruvuma na Mtwara. Panafanyika makabidhiano ya Mwenge wa Uhuru katika siku hii ya leo, siku ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa hamu na wanamtwara kwa ajili ya kuweza kupokea mwenge huo na kukimbizwa katika halmashauri zote tisa za mkoa wa Mtwara. Viongozi mbalimbali wamefika hapa. Kwa upande wa mkoa wa Mtwara, akiongozwa na Kanali Patrick Kenan Sawala, mkuu wa mkoa huo, ambaye amekuja na jopo lake la wafanyakazi wengi na watumishi ambao wamekuja kushuhudia zoezi hili kwa ajili ya kuweza kukimbiza mwenge huo na kupita na kagua miradi mbalimbali ambayo inapatikana katika mkoa wa Mtwara. Faida Online TV hatukuliacha ilipita, tumefika hapa kwa ajili ya kuweza kuandaa taarifa ifuatayo. Jina langu naitwa Karimu Faida. Hii ni Faida Online TV. Hakika sisi ni watu wa fili. Tafadhali baki nasi. Nakiri kupokea mwenge wa uhuru kutoka kwako Limeri Makondo katika tawala wa mkoa wa Ruvuma. Aidha, nakiri kupokea timu ya wakimbiza mwenge wa uhuru 2025 kitaifa wakiongozwa na ndugu Ismail Ali Husi. Mwenge wa uhuru ukiwa mkoani kwetu Mtwara utakimbizwa kwenye njia yenye urefu kilomita 975.4 na katika halmashauri tisa na hiyo itapitia miradi jumla 57 yenye thamani ya shilingi bilioni 18.36. Aidha, mwenge wa uhuru ukiwa mkoani kwetu Mtwara unatarajiwa kufanya kazi zifuatazo: kuweka mawe ya msingi kwenye miradi 13, kufungua miradi minne. Kuzindua miradi 13 na kuona na kukagua miradi 27. Ni matarajio yangu mbio hizi za mwenge wa uhuru mwaka huu 2025 hazitawakumbusha tu wananchi wetu kuhusu haki yao ya kikatiba kushiriki uchaguzi utakapo kuwepo mwezi Oktoba mwaka huu. Lakini inatarajiwa pia mwenge huu kupitia mbio hizi wa wananchi watapata fursa ya kujengewa uelewa zaidi kuhusu masuala ya uhifadhi wa mazingira na hivyo kukabiliana vyema na athari za mabadiliko ya tabia nchi yanayoukabili mkoa, taifa na dunia kwa ujumla. Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa, sisi wananchi wa mkoa wa Mtwara tuko tayari kutekeleza kwa vitendo ujumbe wa mbio za mwenge wa uhuru 2025 chini ya kauli mbiu yake isemayo, jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu na kudhihirisha hiyo, mkoa unaendelea kuhamasisha wananchi kujitokeza kwa wingi kushiriki katika uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura awamu ya pili. Napenda kufahamisha kwamba zoezi hili katika mkoa wetu lilianza jana tarehe 16 mwezi huu wa tano 2025 na linatarajiwa kutamatika tarehe 22 mwezi huu wa tano 2025. Hivyo nitoe rai kwa wananchi wote enda kujitokeza kwa wale ambao hakupata fursa awamu ya kwanza, waende wakaboreshe taarifa zao. Zoezi hili litaenda sambamba na daftari la awali la wapiga kura kuwekwa wazi, ambapo litawapa fursa wapiga kura kuhakiki taarifa zao, kufanya marekebisho ya taarifa na kuweka pingamizi kwa wapiga kura wasio na sifa na sifa za kuendelea kuwepo kwenye daftari. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa umetekeleza kwa vitendo maagizo ya serikali kwa kupanda miti ipatayo milioni nane, laki nane na sitini elfu, mia tano thelathini na nne kwa mwaka elfu mbili ishirini na nne, ishirini na tano ikiwa ni ongezeko la miti milioni nne, laki moja themanini na tisa elfu, mia nane tisini na nane kutoka miti iliyopandwa mwaka elfu mbili ishirini na tatu, ishirini na nne yaani miti milioni nne, laki sita sabini elfu mia sita thelathini na sita. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru Kitaifa, naomba pia kueleza kwamba chini ya kauli mbiu isemayo kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu. Sisi wananchi wa mkoa wa Mtwara tunapambana kwa vitendo kuitokomeza rushwa kwa kutoa taarifa katika mamlaka husika pale tunapoona viashiria vya rushwa. Na mtazamaji wa Faida Online TV, kama ulivyosikia makabidhiano haya ambayo yamefanyika hapa, tayari kila kitu kimeenda sawa na tayari mwenge huo umeanza kukimbizwa ama unaanza kukimbizwa leo e, kuanza halmashauri hii ya Nanyumbu ambayo inapatikana katika mkoa wa Mtwara na kuelekea katika halmashauri zote tisa ambazo zinapatikana ndani ya mkoa huo kwa ajili ya kuweza kukagua miradi. Tuseme tu Mungu ibariki e, Mtwara, lakini pia e, tuombe Mungu kila kitu iweze kukaa sawa wakati miradi hiyo iki napita inakaguliwa, ambao kufikia hapo nimefikia tamati. Inaitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV, asante na kwaheri.